Mchezaji mwingine ni Clement Mzize, ameshafanyiwa operation yake. Taarifa tumeshaitoa, watu wanataka kujua mwendelezo wake sasa hivi ukoje. Mzize sasa hivi yupo chini, sasa ya yupo kwenye hiyo uh, rehab process, na yupo chini ya Dr. Yusuf kwa maana ya physio. Ameanza mazoezi uh, mepesi, mazoezi mepesi, sio ya fitness, mazoezi mepesi kutokana na jeraha lake kujaribu kukunjua ule mguu goti, tuone limekuwa sawa kiasi gani. Kwa hiyo yupo katika kipindi hiko, bado hajafika kwenye kipindi cha fitness. Unaweza kumwona Mzize umepata picha, yuko gym, lakini usiamini kwamba gym kaenda kufanya mazoezi ya fitness. Yupo chini ya idara ya madaktari na Dr. Yusuf kwa maana ya physio wetu ndiyo anamsimamia kwa sasa hivi chance za kurudi mzize ni lini? Kwa mujibu wa daktari Mzize anaweza kurudi pia eh, Januari mwishoni au eli Februari, Januari mwishoni au mwanzoni mwa mwezi wa pili, Clement Mzize anaweza kurudi uwanjani.